wa spika wa kaunti ya Lamu Mohammed Fumo kuhusu umiliki wa kipande cha ardhi cha ekari zaidi ya tatu huko Utange Mombasa. Kulingana na wakazi hao, wameishi katika ardhi hiyo kwa zaidi ya miaka 40 na kuwa utata huo bado uko mahakamani. Mohammed Fumo kwa upande wake anashikilia kwamba ana hati miliki na ameidhinishwa na mahakama kuwafurusha wakazi hao. Makazi haya ya kifahari mtaani Kitaruni Utange, kaunti ya Mombasa huenda yakabomolewa kutokana na utata wa umiliki wa kipande hiki cha ardhi ambacho wakazi zaidi ya mia mbili wamekuwa wakiishi hapa kwa miaka arobaini sasa. Wakazi hawa wameachwa katika njia panda, huku taharuki kitanda miongoni mwao kutokana na ilani waliopokea kuwa ubomoaji utafanyika tarehe mbili mwezi ujao. Huko kote tunamwita hadi kuleta hiyo title yake, haijulikani alipata vipi, lakini huku mashinani anatuangaisha kila leo. Maangaisho yake yamefanya nikavunjika mguu, kuugua pia, siwezi kuugua kwa amani. Nimekuwa chuma kila siku, ni mbio huku na huku, kutafuta msaada. Tumepambana kotini, angalau hawa mabwana waje, hawajafika. Tumeenda mpaka kwa watu wa National Land Commission, hawa jamaa waje, wameshasaviwa, hawajafika. Wametolewa hata ma contempt of warrant of arrest, ma contempt of court, kwa sababu ya ile eviction ilelokuwa wamezifanya kutuvunjia, hawa mabwana hawajafika. OCS niliongea naye, OCS hana habari zozote kuhusu hapa. Nimeongea na DCC hana habari zozote kuhusu hapa. Nimeongea na OCPD hana habari zozote kuzihusu. Lakini la ajabu tumepata notice gazette, notice ya auctioneer. Kulingana na wakazi, ardhi hii ni ya mababu na kuwa kaburi hili ni mojawapo ya ushahidi ila aliyekuwa spika wa Lamu Mohammed Fumo anadai umiliki sawa na wao. Mimi kuhusu shamba ya Utange ni shamba, ninayo makaratasi yote na ithibati za kutosha, bali zaidi ya hapo, hata wamekunda mahakamani mara nne na koti ikatoa hukumu kuwa mimi ni mmilikaji halisi wa shamba hili. Fumo anashikilia kuwa ana hatimiliki, ila wakazi wanadai ni ghushi na kuchochea utata huu, kuzua taharuki miongoni mwa wakazi ambao wanadai wameshindwa kutekeleza majukumu yao ikiwemo kilimo, ili kusitokea matukio mengine kama ya Nairobi Central na vituo vyengine. Mimi naomba taasisi za kiusalama hapa kwetu, tuko salama, musije huko muliko musije na kama mutakuja muje kwa patro, muje kwa patro zenu za kawaida. Tunakosa amani kabisa mahali hapa tumeishi, mapresha ametujaa hapa. Ni ngumu kupata mtu ana presha, hata watoto wana presha. Mimi mwenyewe hivi naongea nanywa dawa za presha kwa sababu ukikaa we roho yako haina amani, we unaogopa, unaogopa. Mwekezaji huyo anadai kuwa ana idhini ya kuwafurusha Wakazi kwa upande wao, suala hili lipo mbele ya mahakama na kutaka tume ya ardhi nchini kuingilia kati ili kutatua mzozo huu. Mimi nalipa rets, mimi nimefanya subdivision kila kitu kinachostahiki nacho, mpaka oda za kotini ninazo. Yeye ameisubdivid amepatapi ruhusa ya kusubdivid lan ambayo iko completely occupied. Francis mtaraki Ringa, Citizen, Mombasa.